Mtazamaji wa maisha mtazamaji wa maisha safari, karibu sana katika chaneli yako hipendwa. Kwa jina anaitwa Ashamu Islam. Leo tunakuletea tunaangazia kuhusiana masuala ya elimu kidogo ya Tanzania na kazi, na jinsi jinsi navyoshibana na kazi Tanzania. Kuna mitaala ya elimu, hasa tukisema kiserikali, shule ya msingi kuna mtaala wa Kiswahili, shule ya sekondari kuna mtaala wa Kiingereza na chuo kuna mtaala wa Kiingereza, lakini inategemea na aina ya somo, kama ilivyokuwa kwa sekondari, soma Kiswahili, mtaala wa Kiswahili. Inategemea na aina ya kazi ambayo unaisomea wewe, lakini katika kuhangaika kote huko, wanadamu sisi, lengo la kuelimika la kwanza kabisa kutoa ujinga kichwani, kwamba mimi kijiko nilikuwa sikijua, saivi nakijua kijiko kinatoa spoon nikienda Marekani nikienda nani wapi, nikamwambia na I need spoon, wanaelewa. Please help me spoon, wanaelewa. Hiyo kama mitaala ya Kiingereza, lakini kama mitaala ya Kiswahili kijiko, mimi leo hii naweza nikaelewa kazi za kijiko, kazi nne za kijiko inawezekana, sio kulia mtupu, kurogea dawa, kurogea vitu vingine mbalimbali. Kwa hiyo inategemea. Kwa hiyo nani mmoja hapo, nani mmoja hapo, lengo la mmoja hapo nani kuanza kuondoa ujinga lengo la pili kuja kusaidia jamii baadae, kuja kupata kazi ambazo zinaweza kutusaidia jamii baadaye. Kwa mfano, unasomea udokta baadae unaja kusaidia jamii, unaja kuponya wagonjwa. Wewe yani, wewe ni hazina ya taifa. Unasomea uwalimu baadae unaja kufundisha vijana, fundisha wafanyakazi, wafanyakazi wa baadaye, fundisha maadili, fundisha rais wa baadaye. Kwa maana yake ni hazina. Kwa mfano mainjinia ndio maana gorofa hili na dumu miaka mia na thelathini na jengo la Arusha, Mheshimiwa Hamisi Mjumbe ameelezea ukisha una, una miaka mia az ule uwanja mda wote ukisikia, tumeliwa hapa. Tunajenga babaa miezi sita, hapa tunajenga babaa miaka mitano, hapa tunajenga babaa miaka kumi, hapa tunajenga babaa baba, miaka thelathini kwa pesa yetu Tanzania hii baba, tumeliwa au hii baba sana, pesa yetu tuliyotoa, umeona? Kwa maana hiyo elimu, saa moja, faida nyingine ni kuja kufanyaje, kuja kutupa sisi, kuokoa jamii, kuwa na mwanga jamii, kuwa na, kuwa na mwanga na kuja kuelimisha jamii. Wewe umesoma mambo ya jamii, leo hii kuna mtu kwa bahati mbaya ameathirika anaishi, we yeye akilala tu anaishi wa kufa, akikaa kesho anaishi wa kufa. Wakati kuna mtu anazaliwa ameathirika, anaishi miaka arobaini mpaka hamsini. Je, ye, yeye kapata athari hiyo akiwa na miaka ishirini au thelathini, hajui kufa, sio kwanza? Hiyo kufa ni mpango wa Mwenyezi Mungu, sio kwa ajili ya ma, maradhi hiyo hiyo. Lengo mojawapo lengo lingine la elimu na, sio lengo la elimu kwamba serikali kutusomesha sisi itupe kazi serikali. Hapana, lengo la sisi kupata elimu kuu la kwanza kuondoa ujinga, kwa sababu ukiondoa ujinga unaweza ukajiajiri mwenyewe, lakini ukiwa na ujinga ndo ile hufanyi kazi mpaka uajiriwe. Hapo ndo tunasema elimu haijofanya haija kunufaisha. Kwa maana hiyo, nimekuwa na, na nimegusia kidogo kuhusiana na lengo la elimu na jinsi mitaala yetu ilivyo, hasa naingia mtaani, nachimba hasa elimu mtaani. Miongoni mwetu wengi Watanzania wameelimika, lakini hasa wale ambao wana elimu za juu wanatamani wao wa, wa, wa, wa, malengo wao wapate kazi katika taasisi mbalimbali na waajiliwe katika serikali, ndio lengo lao kubwa. Tofauti na hapo, wanakwambia mtaani kugumu, kazi hakuna, maisha magumu. Lakini kuna watu ambao hawajaelimika kabisa, hawana chochote, lakini wao ndo wa, wa kwanza kutafuta kazi yoyote, na wanapata vipato vizuri tu. Leo hii watu mtu ajielimike, wa aki kipaji chake kinamlinda anatumia tu watu ambao walielimika kusaini mikataba mbalimbali. Haina maana ukiwa na elimu, kwanza tutoe hiyo fikra kwamba ukiwa na elimu wewe ndio unaweza kuwa tajiri, unaweza kumiliki mali. Unaona, tutoe kwanza hiyo fikra, na nikupe tu kifupi, duniani watu ambao wanaongoza kuwa na pesa sio watu wenye elimu. Duniani, watu ambao wanaongoza wa kuwa na pesa, kundi la kwanza kabisa ambalo linaongoza kuwa na pesa ni wafanya biashara. Haijalishi mfanya biashara kaelimika, hajaelimika, kapata elimu ya chekechea, hajapata elimu, ila akiwa mfanya biashara, ni wao ndio watu wanaongoza kwa pesa. Watu wa pili wanaongoza kwa pesa ni watu ambao wenye vipaji, waimbaji, wasanii, wachezaji mipira na watu ambao wanaongoza kwa pesa, kundi la pili, watu ambao wanaongoza kwa nini kwa pesa duniani Kundi la tatu watu ambao wanaongoza kwa pesa ndio watu ambao wenye elimu. Tukizungumzia anaongoza kwa pesa, tuzungumzie kwa mtu mmoja eti kuwa na elimu ndio ana pesa nyingi. Watu wafanyaje? Wenye elimu. Tuzungumzie kati ya watu kuna watu kumi ambao wana elimu wana pesa ya kuimiliki dunia nzima, lakini kuna watu mia, kuna watu mia nane ambao wenye vipaji au watu mia nane wachezaji mpya wana pesa zaidi. Sasa, gupu kubwa watu ambao wenye pesa lipi hapo? Sababu pesa mtazamaji, si kusema bwana, tuona kina Elon Musk, hao kina Mark Zuckerberg wao, kina Bill Gates wanatumia elimu zao kuwa mabilionea wao, sawa, lakini wachache. Kwenye watu themanini, watu ishirini ndio wana pesa nyingi. Zinatokana nini? Zinatokana na na elimu. Watu sitini wana pesa kutokana na mambo mengine Unaona, kwa sababu Elon Musk kuongoza dunia yeye kuwa na pesa, wewe haikunufaishi chochote, inanufaisha taifa, nchi, na yeye mwenyewe. Wewe unapata, inakunufaisha kama nchi yako ikikubaliana na, na matakwa yake kutokana na sateliti zake, je, tutumie sateliti zake. Lakini kikataa hivyo, wewe hupate hupate, athari yote zidi zidi taathirika. Sio pesa atakiwa awee pesa duniani mwenyewe wewe na, na, na, na pesa hiyo, la kwanza. Lakini lengo kubwa la kuanzisha mada, mpenzi mtazamaji, ni kuwasihi vijana wenzangu, sisi ambao hatuna elimu na wengine ambao wenye elimu, tusikate tamaa kwenye mitaa tutafute kazi tuangaike kazi, hasa katika awamu hizi uh, za uongozi huo elfu mbili na ishirini na tano elfu mbili na ishirini na saba fursa nyingi sana za ajira za kujitegemea yani, tusipopata fursa usilaumu serikali hata kidogo, kilaumu serikali ujua na matatizo eh, fursa zipo nyingi sana. Leo hii unaweza ukaanza na karanga elfu kumi baadaye mtaji ukakua mpaka laki moja Leo hii unaweza kuchukua deli tu ukaenda pale Azam ukapewa juisi au ukapewa aiskrimu, wewe unachukua faida unapekea mtaji lakini kwa kuwa sisi ile kitu kimoja hapo ambacho sisi kinaturudisha nyuma, uona degree ni aibu kushika degree kwenda kuuza ice cream. Hiyo ndo hizo, hivyo ndo vitu. Kuna siku moja nilikuwa naelezea kuhusiana na mada ya umaskini. Hiyo ndo viashiria vya umaskini, elimu yako inakuwa haijakunufaisha yoyote. Kuna mtu leo hii amesomea kuhusiana na masuala ya biashara, lakini mpaka nafika miaka arobaini hana biashara yoyote kuna faida gani ya kusomea biashara? <laughs> una voisi, kuna faida gani kasomea biashara yani? Kasomea biashara lakini mpaka nafika miaka arobaini hana biashara yoyote. Una voisi huyo, kuna faida gani ya kusomea biashara? Kuna mtu leo hii kasomea afisa kilimo lakini mpaka nafika miaka hamsini hata robo heka hana, kuna faida gani ya kusomea kilimo? yeye ndio kwanza kaja kuishi mjini kutafuta kwa kwa kidi eti, kuja kuomba afisa kilimo katika wilaya ya Kinondoni, afisa kilimo katika wilaya ya Ilala, afisa hao. Utakuwa afisa kilimo, utalima wapi? Mji Dar es Salaam, mji Dar es Salaam, kuna sehemu watu wanalima kisomi mji? Kilimo huu mji wa biashara. Waache nyoa ile biashara, uja kufanya biashara wewe. Kilimo naenda sehemu sahihi, kilimo ukipata pesa unajofanya biashara huko Aidha, uje utafute kazi kutokana na, kwa sababu unaweza ukasomea kilimo. Ndani ya kilimo kuna baadhi ya masomo mbalimbali. Kuna mtu leo hii kasoma afisa mifugo lakini, mpaka anakuwa mpaka anakuwa na miaka arobaini, hana hata kuku. Sasa huyo elimu imenufaisha vipi? Yaani elimu yeelimu, yaani kapata faida gani ya kuwa na elimu? Leo hii umfundishe mwanajamii, soma, someni, someni Bwana mwenye, mwenye ganda ganda lakini lakini alikuwa na boom, alikuwa na boom, alikuwa na boom. Alikuwa anapata pesa kutoka kwenye familia yake lakini kusoma na luxury weekend kwenda kutumia wenye wakifanya mitihani ya semisi, kumaliza semisi au kumaliza mwaka, kuna sherehe moja yenyewe wanaita pens down, yani kwenda kuweka peni chini kukaribisha mwaka mwingine. Kwanza kutoka, ukishamaliza mitihani hiyo mnapata nani kidogo kwenda kuelekea na kuendelea mwaka wa pili, pens down. Mtu akamaliza degree yake, pens down, kwenda kutumia. Ndo Aurembrana anasema mtaji sina. Wakati leo hii kuna watu ambao wanasoma kule akifia wana biashara na sio kwamba apaabishaafu ndio wameenda wamesoma wamehangaika, walikuwa wame, wali bana matumizi ili wawe na hiyo. Zipo fursa nyingi sana ipo, inawezekana mtu aasiwe na kazi kabisa na mtani kakuumu kidogo kwa upande wake, lakini isiwe kati ya Watu mia situ kaa themani na tisa wawe watu kumi watano, wona unailaumu serikali kwa lipi? Serikali imekusomesha mpaka chukuu na digrii, unailaumu kwa lipi? Yani ikusomesha ikupe mpaka kazi? Dharau hizo kazi, serikalini zitokee ndo upewe, lakini kazi zipo kutokana na ile ambacho serikali jikuna kusomesha. Kwa nini usiende kuomba kazi Uganda? Hmm? Kwa nini sina kuomba kazi Uganda? Kwa maana hiyo, sisi tusichukulie, tuseme siyo, kuna wengine nasema si mama kabana, si bwana rais, huu si upo hivi, amna uongo. Sisi yaani kitu ambacho kinasababisha sisi kutokuwa tunahangaika vijana mtaani, cha kwanza, uvivu cha pili kujikuza. Yaani, leo hii ukipata laki unasahau shida zote, kumbe laki ile mtaji, lakini unasahau shida zote ulizozipata. Unaenda, tunaenda kwenye madisco, tunaenda kwenye shire mbalimbali, tunaenda kwenye starehe. Kazi na kazi na na kupumzika na kidogo bwana, kwa maana hiyo Leo nimezungumzia hii mada kuhusiana na masuala ya elimu na watu wasiokuwa wa na elimu. Tunaona Watanzania, watu wengi sana, na nikupe tu siri moja, nikupe siri moja, asilimia kubwa ya Watanzania watu ambayo wanamiliki pesa, wale ambaye wana elimu ndogo tu, penye darasa la saba. Kwa sababu gani? Wao huwaga hawakati tamaa. Yaani hiyo bota yake kutoka darasa la saba pale aende VETA, elimu kupata elimu kutoka tu VETA kwa dereva. Unasikia anaanisha trust. Maana kidogo kapata hivi kwa hiyo kukaa na nani hiyo. Baadaye tu wewe una degree yako umekaa tu. Wakati leo hii wapo ambao wana degree na mtu ah, lakini dereva. Eh? Fikiria wewe ukitaka kuungania kwa elimu yako ndio ikunufaishe elimu yako ikunufaishe, fikiria kitu kimoja. Mimi wakati namtembelea rafiki ya yangu chuo kikuu cha Mzumbe Morogoro, mwaka ule walikuwa na gredeti karibia wanafunzi si chini ya elfu tatu mpaka yani elfu tatu nakwenda kuendelea. Wakati wao wenyewe tu walikuwa wanasomea kuhusiana na masala ya biashara, rafiki yangu si chini ya watu elfu moja mwaka ule. Lakini jiuliza kitu kimoja. Mzumbe tangu ianzishwa sasa hivi na watu gani watu inatu ngapi ambao walisomea biashara? Zaidi ya watu elfu thelathini elfu arobaini mpaka laki walisomea kuhusiana na biashara ya Mzumbe, biashara tu, sio Mzumbe, Tanzania nzima. Mzumbe kuna vyuo vingapi ambavyo vinafundisha kuhusiana na biashara? Kuona naweza kukuta mtaani kuna watu karibia milioni tano walisomea biashara, wote wapate kazi kutoka serikalini au? <laughs> tunalemu tu serikali Yaani wote wapatikana kutoka serikali ni wao kweli? Kwa hiyo sasa pato la serikali itakuwa wapi? Kwa sababu serikali ina hifadhi hiyo na bajeti ya mwaka. Wakulima watapata pato. Haya. Waliosomea kazi nyingine ya walimu, waliosomea ofisa mifugo, waliosomea mambo ya sociology, waliosomea mambo ya psychology, waliosomea mambo ya ideology, waliosomea mambo ya udokta, engineering mathematician eh wao wote ukiwajumuisha okay, maki kuna zaidi ya pine watu milioni pine kati ya milioni sabini pine wa Tanzania, kuna watu zaidi ya milioni ishirini au milioni au milioni thelathini ambao wana elimu hizo, je yeah? hawa wote ikisema serikali iwaajiri, tusipojiajiri wenyewe tutaenda wapi? Tafute kazi zilizokuwa za halali, tuhangaike tukitafuta, tukipata mahitaji tujiajili, basi maisha mengine yaendelee. Na mimi sisemi hivyo kwa sababu mimi sisemi hivyo kwa kuwa mimi mwenyewe saa hivi najitafuta, sio kwa maana mimi ninakwambia hivyo hivo alafu mimi ndo nimejipata ida tu. Mimi natoa kama elimu ya sisi vijana ambayo tunapambana sasahivi mi mwenyewe nipo katika orodha watu ambao anayepambana, lakini tusikate tamaa, tusilaumu sekae, tupambane kadi ya uwezo wetu, tuyanywane wenyewe kwa wenyewe. Hapo tutaendelea, kwa leo inatosha. Tutaendelea kupeana elimu ya vitu mbalimbali kila siku. Nikumbushe tu mpenzi mtazamaji wa chaneli hii ya maisha safari, kila siku tunakupa vitu vya kuelimisha, jisikia tunavyoishi mtaani ili mradi tuwe na maisha bora. Hakuna mtu ambaye asitaka maisha bora, lakini yawe maisha bora ya halali ya yani kihalali, si uwe na, na iligo eki kutukuwa maisha bora kihalali au kutamani maisha bora pasipokuwa na njia ya halali, tutaelekea kuwa mwezi vibaka mtaani. Lakini tuwe na maisha bora ya, ambaye yaliyopo ya, ya halali. Asanteni sana wochi